yetu wa mbinguni, wewe ndiye mkombozi wetu uliyetukomboa kwa damu yako ya samani pale msalabani. Tunakuja mbele zako Yehova saa hii na majira haya. E eh, Mungu useme nasi kwa neno lako utuhudumie, ni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako Mfalme wa amani. Useme nasi Bwana, wala usipunguki neema yako Mungu, itufunike na e eh, Mungu kila ambacho umeandaa kwa ajili yetu asubuhi ya leo. Eh, Bwana Yesu useme nasi kitutie nguvu kitupe uweza wa kusogea mbele na kusonga mbele kuifanya kazi yako eh, Bwana, tunapoondoka mahali hapa, Yesu Kristo, tukaondoke na baraka zako Bwana tutokanazo na neno lako, ni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako mfalme amani. Baba tumeomba hivi tukiamini kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Asante sana, ni washukuru praise team na wakristo wote tulioko hapa. Sasa siku ya leo ni siku nyingine tena, siku ya tatu toka tumeanza kutafakari somo hili, na tunaongozwa na kitabu kile cha Mwanzo sura ya tatu kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya tatu mstari wa nane hadi wa kumi na moja e, neno la Mungu inasema Mwanzo sura ya tatu mstari wa nane hadi wa kumi na moja inasema kwamba kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu wa, akitembea bustanini wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha katikati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia ya kuwa uu uh, uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Kaona kwamba tuna somo linalosema zingatia mipaka au mpaka yako, zingatia mpaka au mipaka yako juu ya nafasi ulionayo katika maisha yako ya, ya Kikristo. Zingatia e, mpaka au mipaka yako katika maisha yako ya, ya Kikristo. Unayo nafasi ambayo Mungu amekupa, amekuweka, lakini kuna mipaka, huwezi ukafanya vitu vyote Wezi ukafanya vitu na ukavuka mipaka yako. Kuna mahali tu ambapo wewe unaishia, utakii wewe kufanya, anafanya mtu mwingine. Tukaona mambo mbalimbali siku hiyo ile ya kwanza na siku ya jana, tukaona kwamba e, unahitaji sana kuzingatia mipaka ulionayo, kuzingatia mipaka ulionayo. Shida au taabu isikufanye ukavuka mpaka yako, shida au taabu isikufanye ukavuka mipaka yako lakini tamaa, tukaona jambo jingine tamaa sikufanye ukavuka mipaka yako na, na, na, na, na kufikia hatua ya kuingia kwenye dhambi na bila hata kujua, na ingia kwenye dhambi bila hata kujua. Tukaona watu mbalimbali ambao wakati mwingine walitokewa na hilo. Tukamwona Adamu na Eva wa kwanza kabisa ambao tunawasoma hapa, walitamani kuwa kama Mungu, walitamani hiyo, ni tamaa. Lakini tukaona Daudi alizini na mke wa Hulia, akaingia kwenye dhambi na akavuka mipaka yake kama kiongozi. Tukaona Samsoni na Yuda na wengine wengi, lakini tukasema kwamba usifanye maamuzi ukiwa na hasira sana, usifanye maamuzi ukiwa na furaha sana, unaweza kujikuta unavuka mipaka yako, unavuka kabisa mipaka yako, unavuka mipaka yako. Lakini leo tuongeze pointi nyingine, tuongeze pointi nyingine, inasema usipozingatia mpaka au mipaka yako. Unaweza kuingia kwenye dhambi au kwenye uovu na kuwasababisha wengine kuingia kwenye dhambi. Yaani wewe unaweza kuwa sababu ya wengine kuvuka mipaka na wengine kuingia kwenye dhambi, wewe unaweza kuwa sababu. Wewe usipozingatia mipaka yako unaweza kuwasababisha wengine wakaingia kwenye dhambi au wengine wakavuka mipaka yao kwa sababu ya wewe umevewe unasababisha na wengine wanavuka ao. Ni muhimu sana, usipozingatia ujue kwamba kwa kila nafasi kuna watu ambao wako nyuma yako, yaani wako nyuma yako kwenye nafasi yako, wapo wengine wako nyuma yako. Kwa hiyo wewe, wewe ukiwa mbele unahitaji kuongoza vizuri. Wewe ukianguka tu uwe na uhakika kuna wengine pia wanaweza wakaanguka kupitia wewe, lile anguko lile anguka wewe, tunaanza kuona Adamu na Hawa walianguka na sisi tumeanguka sisi batizo, na ndiyo maana sisi tunapobatizwa tunasema Adamu wa kale aondolewe kwanza, maana yake tunapita kwenye ule uo uovu ule, ule ule ule uovu wa Adamu na Hawa walipoanguka wao na sisi tukaanguka mle mle. Kwa hiyo unaweza kusababisha wengine wakaanguka, na kwenye Walumi anasema kwa sababu zambi iliingia kwa mtu mmoja, zambi iliingia kwa mtu mmoja wote tukaanguka, wote tukaoza, wote tukapotea. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye alianguka, ambaye alivuka mipaka, na wengine tunapita mle mle. Sasa point hii kwamba unaweza ukavuka wewe mipaka kusababisha na wengine wakavuka mipaka, ukaingia kwenye dhambi na wengine wakaingia kwenye dhambi. Unaweza kuwasababisha wengine wavuke mipaka, mfano Wazazi kufanya mambo yasiyostahili mbele ya watoto wao huko ni kuvuka mipaka. Halo watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Yaani wazazi kufanya vitu ambavyo havistahili mbele ya watoto wao ni kuvuka mipaka. Kwa nini? Kwa sababu watoto hao hao wataiga uovu wa wazazi wao. Leo tuna vijana wavuta bangi, sio kwamba ni, ni pepo yaani, wengine wamejifunza kutoka kwa wazazi wao. Leo tuna vijana walevi, sio kwamba ule ulevi wa, wa, wa, wa, ni, ni pepo li, liwaingia hapana, wengine wameiga kwa wazazi wao. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaona wazazi wao ni walevi, na yeye anaona ajiripue awe tu na yeye ni mlevi. o, o, wazazi kupigana mbele ya watoto huko ni kuvuka mipaka. kupigana wazazi kutukanana hadharani mbele ya watoto ni kuvuka mipaka yenu kwenye familia. Lakini hii wakati mwingine, kwamba bosi kumgombeza mfanyakazi mwenzio mbele ya wenzake, yawezekana huyo umemweka ndio awaongoze wenzake, halafu ndio unamwajibisha una na kumtukana mbele ya wenzake, unafikiri watamheshimu? Unakuta una unaharibu una lakini kulewa mbele ya watoto w wanajifunza wanajifunza w wanaingia kwenye uovu wa wazazi wao, wanaiga uovu wa wazazi wao, jinsi walivyofanya na, na mwingine anajikingia kifua akasema kwamba kama baba alikuwa anafanya hivi, kama baba alikuwa anapiga mke, mimi kwa nini nisimpige? Kama mama alikuwa anarudi saa tano, kwa nini mimi nisirudi saa tano? Anajifunza uovu kutoka kwa, kwa wazazi. Kwa hiyo unaweza uka, ukavuka wewe mipaka, ukasababisha na wengine wakavuka mipaka. Hiyo ni la kwanza. Lakini jambo jingine kwamba mtu yeyote asipojiheshimu mwenyewe kwanza kujitambua kuwa wewe ni nani na una nafasi gani. Yaani hapo tu kujitambua wewe ni nani na una nafasi gani. Mahali popote pale, iwe ni kwenye familia, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni kwenye biashara iwe ni kwenye kanisa, yaani wewe ni nani? Wewe ni nani? Iwe ni shuleni, wewe ni nani? Huko chuoni, wewe ni nani? Wewe ni nani? Usipojitambua tu hivyo wewe ni nani, unaweza kuwasababisha wengine pia wakavuka mipaka, lakini pia uh, unakuwa umevuka mipaka na walio wadogo au walioko chini yako hawata kuheshimu. Utawafanya wakudharau, utawafanya wakudharau kwani kupitia wewe kutakujia heshima, unawafanya wengine wasikuheshimu. Yani kuna, kuna watu yani wapo maofisini lakini hawako serious na nafasi walizonazo. la, la, lakini pia yale wanaoyafanya yani yanawapunguzia heshima kwa wale ambao wako chini yao. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa nafasi ulionayo, kujitambua nafasi wewe ulionayo. Wapendwa, kuna wakati kanisa limetukanwa ni kwa sababu ya mtu mmoja tu ambaye hajasimama kwenye nafasi yake vizuri. Kanisa linatukanwa, yani unakuta mtu anatukana kanisa, asema hilo kanisa gani? Kanisa la wazinzi tu. Kwa nini amesema kanisa la wazinzi tu? Kuna watu wachache ambao wamevuka mipaka yao, unasababisha Yesu anatukanwa, yani anatukanwa Yesu kwa sababu yako wewe ambaye hujafanyaje, hujazingatia mipaka yako Halo halo, ndiyo na, na wakati mwingine ukiwa vizuri, kanisa linasifiwa kwamba kwa kweli lile kanisa lina Mungu, hata wakristo wake tu ukiwaona, yaani kwa kweli hawa wana Mungu. Lakini unakuta pia kanisa linatukanwa, Yesu anatukanwa kwa sababu yako wewe, yale unayoyafanya yanakufanya e, wale wanaokutazama wakudharau wadharau na kile ulichokibeba pia wadharau na kile unachokifanya wadharau nafasi yako ulionayo. Hayo ni muhimu sana wapenda kuelewa e, yani kuelewa mambo haya. U, usiwe sababu ya, ya, ya kanisa likaanza kutukanwa, kanisa likaanza kutukanwa kwa sababu yako, ofisi ikaanza kutukanwa kwa sababu yako. Kuna watu wengine tumeweka watu lakini kwa sababu ya jinsi walivyo wanavuka mipaka, wamesababisha mpaka ofisi yako sasa hivi hata watu hawataki kuja tena. Yani wengine wanaombea tu uhamishwe, uje ta labda uhamishwe, uhamishwe wewe ili aje mtu mwingine eh, labda watu aje mwingine, maana sasa aliyepo huyu yani kwa kweli, eh hata hatuendali naye kabisa kwa kweli, ajiheshimu ajiheshimu. Labda mi niseme kwamba Eh, yaani kwa mfano labda askofu umkute yupo kwenye pool table eh? Nafasi alionayo haimruhusu yeye kuwa kwenye pool table. Kitakachotokea atafanya ile nafasi lakini pia na kila anachokifanya anatoongoza anacho anato, anato, anato tudhalaulike watasema kanisa la, la, la askofu wa pool table. Sina nielewa ninachokisema sio? Mnaelewa, mtu wa Mungu nachokimaanisha? Yaani, wewe una wewe, jinsi ulivyo, heshima ulionayo, nafasi ulionayo, lazima uiheshimu, uilinde, na sio kila mahali tu unaonekana, hata kama wewe ni mpenzi. Ndio maana kwa wakati mwingine, hata kama wewe ni mpenzi vipi, na, na sisi wachungaji tunajua, yaani zile itifaki na protocol. Yaani, kuna mahali ambapo wewe utakiwi kuwa, kwa sababu ya mipaka ulionayo, utakiwi kuwa ya leo tumkute mkuu wa jimbo yumo kwenye mpira wa Simba na Yanga, na wakati mwingine wa, wa na wakifunga naye na Luka, unashusha heshima he, unashusha heshima, heshima <laughs> inashuka watakudharau tu, halafu hao hao siku nyingine ndio uje uwaambie Bwana Yesu asifiwe. Inakuaje hapo? Yani umevuka mipaka yako, umevuka mipaka. Lazima uelewe uko wapi Unafanya nini, lazima uelewe. Usipoelewa inakuwa ngumu sana, inakuwa ngumu sana. Na, na wakati mwingine unaingia kwenye hatari. Kwa hiyo lazima tuelewe haya mambo kwamba, eh, unaweza ukawaingiza wengine kwenye dhambi au wakavuka mipaka, kwa sababu pia watachukulia mambo ya kawaida sana na unajikuta wanamkosea Mungu kupitia wewe, wanamkosea Mungu kupitia wewe. Lazima uelewe hayo lakini niseme labda, labda hii inaweza kuwa pointi ya mwisho au ya karibu na mwisho, kwamba sasa una nafasi, jitahidi pia kuheshimu nafasi za watu wengine. Ndiyo, una nafasi, lakini jitahidi kuheshimu nafasi za watu wengine. Una nafasi, ndiyo. Wewe ni mkubwa, ndiyo. Una ofisi, ndiyo. Una biashara, ndiyo, lakini heshimu na biashara za watu wengine Heshimu na ofisi za watu wengine, heshimu na nafasi za watu wengine. Anze kuvuka mipaka kwa kuzizalau na kuwadhalau watu wengine? Hapana, heshimu, heshimu tu. Lakini pia ni muhimu kujua anayeweza kukufukuza kazi au kukuondoa kwenye nafasi hiyo uliopo ndiye aliyekuajiri kazi au kukupa nafasi hiyo. Mungu amekuweka kwenye hiyo nafasi, ndiyo anayeweza kukuondoa kwenye hiyo nafasi. Aliyemuondoa Adamu kwenye nafasi ni yule aliyemweka kwenye nafasi, full stop. Hakuna maelezo mengine yaani, aliyemweka kwenye nafasi ni ndiyo huyo yule aliyemuondoa. Na, na wakati mwingine unaondoka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa maumivu makali na laana nyingi. Adamu anaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, utakula kwa jasho. na, na, na wewe mwanamke, sababu ume, ume, umesikiliza nyoka, utazaa kwa uchungu. Yaani, nitaweka uadui kati yako na huyu nyoka, yeyote atakaye mwahi mwenzake ndiye atakaye nufaika. Wewe utamponda, utamponda kichwa, yeye atakuwahi kwenye kizigino. nini kilichosababisha? walivuka mipaka. Walivuka mipaka, walivuka mipaka Ad, Hawa alimsababisha mwenzake akala tunda. Si tunaambiwa jamani, kwamba Hawa alipoona lafaa machoni kwa kuliwa akachuma, akala, akafanyaje? Jamani, akampelekea na mumewe, akafanyaje? Akala. Kwa hiyo unaweza ukawasababisha wenzio wakaingia kwenye matatizo kwa sababu wewe umevuka mipaka. Ukivuka mipaka wewe unawasababisha na wengine wanavuka mipaka yawezekana, wanakuamini mno kwamba hawaamini ha, hawa au hawategemei kama wewe unaweza ukafanya mambo kama hayo yaani, mimi, ni, ni mwenzangu huyu ninamwamini. Kisa, Mathayo nane mstari wa tano hadi wa tisa nasema ini sema neno tu na mtumishi wangu atapona, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia ni huyu, nenda, huenda; na huyu njoo, huja; na mtumwa wangu, fanya hivi, kufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akamwambia wale waliomfuata, Amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni, bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje; ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Nataka kuzungumza kwamba imani ya nafasi, yule akida aliamini nafasi ya Yesu kwamba kwa Yesu yote yanawezekana aliamini nafasi ya Yesu kwamba kwa Yesu yote nafanya jamani, yanawezekana, kwenye duka lako pote, unapozungumza na watu wowote. Maana kuna wengine wanasubiri tu ndio wapate uhalali wa kufanya kitu, kwamba sina mchungaji alikuwepo, si ndio mchungaji alisema? Yaani kuna wengine wanasubiri hivyo tu. Kwa hiyo, si mchungaji alikuwa naye Mbona mimi mchungaji tuko naye siku zote, mbona fulani huwa tuko naye tu. Mipaka mi, mi, mi, hiyo mipaka lazima uzingatie, na wakati mwingine wa wengine wanafanya tu ili kukutega useme tu, wapate uhalali wa kwenda kufanya hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hayo na kumwomba Mungu akusaidie kukupa hekima ya kujua namna ya kuingia na kutoka kwa watu kama alivyoomba Sulemani hekima na busara ya kuingia na kutoka kwa watu anaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe! Simama tuombe. Najua Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu, najua Bwana najua, najua Bwana Unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu najua Bwana, najua Bwana, unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili Bwana, najua Bwana, unatengeneza njia, unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu najua e, Bwana unatengeneza njia unatengeneza njia kwa ajili yangu najua, Bwana najua, Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu najua, Bwana najua, Bwana unatengeneza njia, unatengeneza njia kwa ajili yangu. Mtakatifu, mtakatifu, Mungu Baba wa mbinguni, Baba katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana saa hii na majira haya, e Mungu wa majeshi, wewe uliyesema nasi kwa neno lako. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako Bwana tukiomba toba na rehema, pale ambapo Mungu tumeenda kinyume na kuwasababisha wengine wakaingia kwenye uovu wakatenda maovu wakaingia kwenye dhambi. Kama wazazi, hatukuzingatia mipaka yetu. Kama familia, hatukuzingatia mipaka yetu. Kama mabosi kati kuzingatia mipaka yetu kama watu ambao umetukabidhi mamlaka ya kuwaongoza watu wengine, na kwa wakati mwingine kwa maneno yetu tumewakosesha watu wengine na kuwafanya waingie kwenye uovu e eh, Bwana, tunakuja mbele zako Mungu tukiomba toba na rehema. Baba utusamehe kwa damu yako Yesu Kristo. Baba utusamehe kwa neema yako e Mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako ya Yesu Kristo, tunapoondoka asubuhi ya leo kwenda makazini e eh, Bwana, ukatusaidie neema yako na nguvu yako Bwana ikatufunike. Baba, usituache peke yetu. Mfalme amani, utupe hekima tujue namna ya kuingia na kutoka, hata namna ya kuwajibu watu wengine. wapo ambao we Bwana wamekaa kwa maswali ya mtego, kama vile shetani alivyosogea pale bustanini na kumwingiza Hawa kwenye majaribu hata kukosea wewe Bwana, na kumfanya akakosea, akamfanya akakosea na kumsababisha hata mme wake Adamu akakosea jinsi ambavyo Mungu wewe uliwaagiza na kuwaweka katika nafasi, wakaondoka kwenye nafasi kwa sababu ya kutamani kuwa kama wewe, kuwa kama wewe, kuwa kama wewe, kuwa kama wewe. Ee Mungu, tunasogea mbele zako, kuna wakati mwingine tumekuwa na tamaa ya kufahamu mambo mbalimbali, ya kufahamu mambo mbalimbali, na wakati mwingine hata yale ambayo hayajafunuliwa kwetu. Lakini wewe ni Mungu unayetupenda unayetujali, umetusema nasi na leo siku ya leo umesema nasi kwa neno lako. Siku ya leo tunaomba Yesu Kristo tusaidie sasa, kila mmoja wetu atembee katika njia yako, kila mmoja wetu atembee katika ukuu wako. E mfalme wa amani, ni katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako mfalme wa amani, kila mmoja Bwana ukamfanikishe katika kazi zake, kila mmoja ukamwonekanie kwenye ofisi yake, kwenye biashara yake kwenye familia yake na kule kazini e bwana yesu wewe ndio ukamwonekanie ni katika jina la yesu kristo na kwa damu yako mfalme amani asante mungu wetu baba yetu wa mbinguni maana wewe ni mwaminifu utatenda na kuonekana siku zote za maisha yetu tunaomba bwana upokee na sadaka hii ambayo tunaleta mbele zako yesu kristo baba ukaipokee na ikazae matunda yaliyo mema sawasawa na mapenzi yako yehova e mungu ikafanyike ulinzi popote pale tunapopita e bwana sadaka hii bwana ikanene mema juu yetu sadaka hii bwana ikanene mema juu ya familia zetu araka hii Bwana ikanene uponyaji kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako mfalme wa amani. Ukambariki na mtumishi wako huyu, uso wako Bwana uende pamoja nasi na popote tutakapopita, yee Bwana neema yako Mungu ikatufunike sawasawa na mapenzi yako. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kushukuru. Amen. Tulie, upokee baraka. Bwana Mungu akubariki akulinde. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nenda kwa amani ya Bwana, kamtumikie Mungu katika furaha. Karibu mshukuru Mungu kwa sadaka ezi. Karibu mtuongoze. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.